Ehe, msikilizaji wa Holy TV. Hii ni Holy TV tunakuletea historia kuhusu kitakapotokea mwisho wa dunia. Mimi ni wako wa kila siku John Kapa. Nakuletea historia hii. Usikose kusubscribe, ku like na ku comment, andika Holy TV utatupata live. Historia yetu inaanzia hapo, hususana enzi za wazungu ndo inji ambazo zitakaopata mahafaka makubwa yatakaofanyika mwishoni wa dunia, sababu vitendo vya ushoga vinaendelea kwa kasi sana huku nchi za wazungu. Kama Washington DC ni inji ambazo zitakazokuwa za kwanza kupata mahafaka ya mwishoni wa dunia. Hivi mijengo ambao wanajenga sio kitu kwa Mungu. bahari tatomboka kama hiyo iliyotomboka siku za Noa ndio itakavyotomboka sasa. Jamani, wanasema acheni dhambi le Mwenyezi Mungu, watu watu wanakana, wanazani kama ni uongo. Ona kama inji ya Miami, hizo ni hindi za wazungu. Kivumba chikali kitaubeba mijengo London. Oh jamani siku hizi tutaendea wapi? Tutaelekea wapi? Utakimbia wapi? Hata Afrika hizo ni inji ambazo zitakaopata mahafa San Francisco. O jamani, utakuwa ukielekea kwenye inji jirani kama inji za China hautafika sababu itakuwa kivumba chikali sana. Boti zitazama kama hiyo boti iliyozama siku ya Titanic. O jamani, mijengo, magari sio kitu kwa Mungu yote tutayaacha. Ndo maana Bibilia inasema hivi kwenye kitabu cha Mwanzo, sura yake ni ya kwanza. Inasema, katika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia, na dunia ilikuwa ukiwa na utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa kilindi, Roho ya Mungu akatulia juu ya uso wa mai, yaani maji. Alikuwepo kitambo Mungu kuumba dunia kulikuwa maji na uso wa Mungu ulikaa juu ya maji na dunia ikawa. Ndio maana wanasema jamani, acheni dhambi. Utakimbilia wapi? Utakuwa kwenye hotel, utakuwa sijui wapi. Ah, la. Kali la, la, la, la, la. Sana si <laughs> utakimbilia wapi? hizo ambazo mnafanya sijui ni michoro wa swimming pool, hiyo ni maja maji ya kujifurahisha. kutakuja maji yenye mahafu makubwa sana. Cheki boti. Oh, la, la, la, la! cheki watu wanavyokimbia, utakimbilia wapi jamani? Mwisho wa dunia ni mwisho hatari sana, ndio maana wanasema acheni dhambi, hivyo vitendo vya ushoga wanaume kwa wanaume, hiyo ni dhambi sana Acheni kufanya dhambi. South Korea hizo, wamejenga manyumba makali makali. Hii ni mfano wa mwisho wa dunia, hivi ndio vitakavyokuwa, mahafaka makubwa, watu watafariki wengi, idadi ya watu itakuwa idadi ya watu wengi. Cha muhimu sana na ya kubidi ndugu wangu mpenzi, ufa ukiwa na matendo mazuri, sababu ukifariki kwenye matendo mazuri, hapo utafika mbinguni na kumwona Mwenyezi Mungu ila ukifariki na dhambi sijui utaelekea wapi? Cheki India, hizi ni hinji mkubwa sana zenye mijengo makubwa, tena ni hinji ambazo inaabudu sanamu. Hiyo siku hakutakuwa na kuabudu hiyo sanamu, vivumbi vumba vya sanamu vitakatika vipande viwili, hakutakuwa tena kuabudu hiyo miungu ambao wanaabudu. Ndio maana acheni dhambi, murudilie Mwenyezi Mungu, mnakana hamu kwamba Mungu ni mkali anatupenda sana na hataki tuangamie. Ndio maana kuambia acha ni dhambi. Hii ilikuwa ni, kwa ni Holy TV. Mimi ni wako wa kila siku John Kapa na kuletea historia hii, nasema kwamba acha ni dhambi, fuatilia Holy TV.